Sakata la Saidi Saidi baada ya kutaka kumpa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan cheni ambapo ilikuwa ni baada ya kumaliza show yake ya uchekeshaji ambayo alifanya katika usiku wa tuzo za waandishi wa habari, wakati alipoomba kushuka jukwani kwenda katika meza alipokuwa ameketi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Alipofika, alikabiziwa bahasha, lakini cha kushangaza, bila taarifa yoyote na ghafla, alitaka kutoa cheni ambapo cheni hiyo alitaka kumkabidhi Rais Samia Suluhu Hassan kama zawadi. Sasa Kigogo ameweza kureact naye pia katika hii hapa posti ambayo ameweza kuiposti akionyesha hapa picha aliye screenshot picha hii ambayo ilimuonesha aliyekuwa pembeni mwa Rais Samia Suluhu Hassan akishikilia kitu hivi ambacho haijajulikana, hicho hapo kitu ni nini, lakini ukiangalia Kigogo ameweza kuzungushia hapo, alafu caption akaandika kwamba huyu ilibakia kidogo au wawe, alafu akaflash na emoji mbili za kusikitika. Sasa hii imeweza kuzua mjadala mkubwa kupitia page ya Instagram kupitia kile ambacho ameweza kusema Kigogo, na hii ni baada ya watu wengi kureact kusema kwamba huyu dogo ambaye ni side, side Said mchekeshaji huyu alikosa heshima mbele ya rais, yeye yeah, alichukulia poa lakini, vitu ambavyo alikuwa uh, ameviongea vilikuwa havina heshima ndani yake, ilikuwa ni kama vile kumvunjia heshima na kutokumpa heshima rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa pengine ulipitwa sana na hii hapa video, nem nimekuwekea jaribu kuirudia tena kama uliiona kwa umakini, ukapata kuona kila ambacho aliweza kukiongea Said Said katika muda wake ambao alipewa kwa ajili ya kufanya uchekeshaji katika jukwaa za ugaji wa tuzo za waandishi wa habari. Nayemfuatilia mwanzo hadi mwisho mpaka pale aliposhuka kwenda kumkabidhi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania cheni ambayo kimsingi mabodigadi walireact haraka na kuidaka kabla hajafika katika mikono ya rais Samia Suluh Hassan. Hapa ni Blue House. Subscribe ili wa kwanza kupata update zetu zinapotoka kila wakati. Ya yeah, mama anajua mtaani huko sita mwamini sana miradi yao. Eh, hey, yani kila kitu unachokusema miradi yao akipost unagundua ah kumbe ni uhakika. Eh, hey, hata hata ile picha tulipopiga hapa watu wakaniambia unajua umepiga picha na mama, mimi mwenyewe nikauliza mbona miradi haja post. Ya. Ya, yeah, lakini yeah, mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda. Eh, hey, Dr. Tulia amenialika marathon Mbeya. Sijui kama una taarifa. Nilivyosikia bunge linafungwa Tulia so, sije kuwa sijekuwa nakimbia na kinua mgongo cha wabunge yeah, kwa mama leo najua tutapata picha nyingine. Kwa hiyo zile kampuni kamuni ziendelee kutafuta, jitahidi leo nipate namba yako. Wenzako wana namba yangu na kina Aweso kina Mheshimiwa Mavunde kina Dr. Tulia wana namba yangu kuna muda naposti meme nzuri, wananiambia Said, naomba hiyo <laughs> mimi nilikuwa najua waheshimiwa, ukichukua namba zao kila siku mnakuwa mnaposti mambo ya sikalini bwana. Juzi imemshangaa Mavuni naye amemposti dogopaten, kaandika pale afande nilegezee kamba, nikasema ah, kumbe hadi waheshimiwa hiyo wanaijua. Kwa hiyo mwema, hakikisha tunafanya hivyo. Ya mheshimiwa Tulia awe wewe, uko sawa kabisa. Mama pia tuliaga, ananitumia umeme nikikwama. Mimi nimeshavya kunua umeme nikana, mtafuta wa elfu kumi. Kuna siku alinitumia umeme wa laki mbili kwangu palipiga shoti, nikawa namtafuta waziri wa nishati nimwambie nauza umeme, at least ile laki mbili nigeuze kuwa hela <laughs> ah, mama, cha kingine shoo ilopita tulikuwa na umidimpozi hapo pembeni yako imegundua maisha yanabadilika. Leo hujamuona unahisi ajaja amekuja amemweka backbench huko bwana Umedimpo, siku wapi? ndugu yangu Omi... Ah, nyosha hata mkono tu upo, nilikwambia maisha yanabadilika. Si nikwambia kuna siku nitakusaidia si hivi? nimekonesha kwa mama. Mama, baadaye kama itakupendeza naye apate picha. Ni ngumu kwenda kuambia watu walikuwemo humu ya lakini kwa kuwa ni siku ya habari, najua kuna habari hauna kwao, nitakuwa nakupa ya. Nasikia JSM wetu waga anamkopa manala hela, wanasema manala Diamond pia naye aliazima laki tano pale e, lakini pia manala sijui kama ulisikia hii, yule mwanamke wake ambaye tulifanyia sherehe hapa hapa washaachana. lakini pia juzi nilikuwepo kwenye birthday ya mtoto wa Mario. Harmonize alikuwa anacheza na kajala bwana, wamerudiana nao. Mama ko, Harmonize inaonekana ni mtu anajua sana kungania ugomvi mpaka ukaisha. Tumtumia hata kwenye ile vita ya Ukraine kule. Harmonize shakuambia kazi uku mziki ukishinda, yeah. lakini pia kama kuna nafasi yoyote mama unaweza ukampatia, mpatie mapenzi na muendesha siku hizi yaimbi mama mimi nakupongeza sana serikali yako inafanya kazi kubwa moja ya kitu ambacho mimi waga nafurahi ni kwamba kwa marais wote ambao wameongoza nchi yetu watoto wao waga ni wakubwa ajai kupata rais ana kale katoto ka junior. kwa sababu huyo rais angeendesha ange hili taifa kuwe shida yaani mama ungekuwa na kale ka junior kadogo kangekutesa sana umekaa zako hapo kametoka nje akataki kata kataka kucheza na na asinge kataa baba, watu wanatoka nje, anaenda kucheza naye, kwa sababu mtoto wa bosi ni bosi pia. Ni bora ni bora akachezee watu, unaenda nako mjini, kanafika pale, kanataka sanamu la posta eh, inabidi umtume liziwani Kikwete akalivunja amlete, utafanyaje? Ah, kwa kuwa muda umeisha mama, na mimi naomba niishie hapo. Najua watu wengi watadhani eti kwamba leo nitaomba picha ya kitu ambacho ni kweli. Mama, hii picha ya leo sasa iwe tofauti. kama mabango siliyaona mama, ile picha. Kwa hiyo umegundua kuna faida ukipiga picha na mimi, kwa hiyo ya leo sasa weka mabango. Tanzania tu kuna mabango, nimeasikia hapo kule Kenya. Kwa hiyo jiandae kujiona kimataifa mama, baada ya picha Medimpozi mama, amesha kuona, atamua yeye, unapiga picha au upigi. Asante. Mama naweza nikashuka nikaja hapo sasa, asante sana. Baada ya Saidi Saidi sasa tunaendelea na battle, Lady J JB on the stage.